Na siri ya sisi kushinda tarehe ishirini na tisa siri ya sisi kushinda ni kila mtanzania atoke ndani. Hawawezi kupiga nchi nzima, hawawezi kuua nchi nzima, hawawezi. Yani ni sisi na uoga wetu. Yani wale sasa hivi wana count on hawa watatoka wangapi wataogopa wangapi? Hiko ndo kitu wanachokiangalia sasa hivi, wangapi wataogopa. Ndio maana wako bize kuleta uoga kuleta uoga, kwa sababu yani wana hope kwamba watoke wachache, watoke wachache. Ndio maana mpaka wameweka kazi kazi ambazo sasa hivi wamefungia, uwezi kuaply mpaka tarehe ishirini na tisa. Wanajaribu tu kupunguza watu, kupunguza ili wawe wachache ili waweze kuwadhibiti sasa tusikubali kuwa wachache guys, hii mechi tunashinda. Basi saa sita mchana tunaishinda, iwapo kila mtanzania atatoka ndani saa kumi na mbili asubuhi tarehe ishirini na tisa. Kila mtanzania akitoka ndani huo muda tarehe ishirini na tisa basi saa sita mchana nchi tunayo, rasilimali zetu tunazo, ndugu zangu. Msipofanya hivyo tarehe ishirini na tisa ndugu zangu, Samia na familia yake ndugu zangu wanaenda kutuachia mashimo mashimo wanyama.